Nasikia sauti ya mziki, mziki ukirindima. Malkia tunamsherekea malkia. Twende twende twende duniani. Nipo nilipo, na itizama Tanzania. Nipo nilipo, macho yangu yanamwona malkia, Mawazo yangu yanamwona bibi wa bibi wa bibi wa malkia akitizama kwa furaha huku akitabasamu, pamoja na babu wa mababu wa taifa wakitizama tunu ya uzao walioulinda, wakitizama umbali tuliotoka kujikomboa, wakitizama taifa lilivyobarikiwa, wakitizama tulivyo kusanyika kumsherekea malkia kwa heshima ya taifa. Malkia, ninakuita, ninakuita malkia wa nguvu. Sauti yangu imebeba ukuu wa jina lako, mikono yangu imejaa furaha kukushika, tushikamane, kwani kipendacho nafsi ulimwengu umekisikia na sauti ya matendo yetu imegonga milango kwenye dunia, na dunia imefunguka. Malkia, twende twende duniani. Malkia, kumbuka, apewaye mengi hutegemewa kwa mengi jina lako si pambo la kukaa kichwani. Wewe ni kiongozi, ni kiongozi wa jeshi hili. Jeshi hili ni kubwa, tizama siafu, sisimizi, mchwa. Nguvu yao iko katika udogo wao na inaupa uwezo wa kumudu sanaa ya vita na afapo malkia, na wao hufa. Hivyo malkia, usife moyo. Malkia utaondoka na wengi. Vita hii ni ya akili, vita hii ni ya matendo, na sauti ya matendo yetu imegonga hodi kwenye milango ya dunia, nayo imefunguka. Malkia twende, twende, twende duniani. Malkia twende duniani, Twende kwani mwaka huu tunashinda na tunashinda tena, na kushindwa si chaguo letu. Chaguo letu ni kutokuwa kawaida, chaguo letu ni kujaribu, chaguo letu ni kufanya, chaguo letu ni kupatia, chaguo letu ni kukosea, kwani bora kukosea kuliko kukosa, maana mjukuu huyu akifika amefika. Ni machweo na mawio, ni safari ya matumaini, tuamke salama. Hebu mwamshe jemedari aliyelala ya ndani yako na sauti ya matendo yetu imegonga hodi kwenye milango ya dunia, nayo imefunguka. Malkia, twende twende twende duniani Malkia nakungoja, nakungoja, tukae tusemezane, tuianze hii safari, na siogopi hatua zetu ndogo ndogo, kwani matambo huanza na mwendo, kwani mwendo huletwa na hamasa, na umahiri huletwa na uthabiti, na uthabiti huzaa mabadiliko. Mabadiliko ni zao la akili, na ulingo wa akili yako ni matendo yako, na sauti ya matendo yetu imegonga hodi kwenye milango ya dunia, nayo imefunguka. Malkia, Twende duniani. Twende Malkia, twende tukanolewe na tukanoe kwenye nyanja zetu tulizobobea Malkia. Twende. Twende tukanolewe na kunoa fursa zikitukuta zitukute tuko tayari, zitukute tumekamilika, zitukute tumeimarika. Waseme tuna bahati, waseme tuna nyota. Nyotae, Zing'ae kama jua lisivyo na choyo. Tuandike historia kwenye vitabu vya maisha yetu, mpaka waseme sisi sio si, wa kawaida, kwani sisi sio wa kawaida. Twende kwa taratibu, twende kwa pole, tukijali afya zetu, tukijali mtu wetu, tukijali nafsi zetu, huku tukiipa pole mioyo yetu kwa kushinda vita ya woga twende tukachukue fursa, kwani Mungu si ya thumani. Sauti ya matendo yetu imegonga hodi milango ya dunia, nayo imefunguka malkia. Twende twende twende duniani. Malkia, nimesimama nilipo na itizama Tanzania. Macho yangu yanamuona Malkia. Mawazo yangu yanamuona bibi wa bibi wa bibi wa Malkia. Uso wake umejawa tabasamu. Anasema: Malkia, nenda kule ambapo miguu yetu haikuweza kwenda. Nenda kwa niaba yetu. Nenda kwa niaba ya uzao wa uzao wako. Nenda, kwani dunia haina mipaka na mipaka ni mpaka wewe utake kujiwekea. Na ukiweka, usiweke kuta bali njia, na njia hii hapa tayari imeshafunguliwa. Nenda. Hata mbuyu ulianza kama mchicha, ukakua, ukafata mwanga wa jua na nyota, ukaenda kupata mbingu na kuwa mfalme wa nyika. Nenda nafika, na ukifika salama usimsahau salmini. <coughs> Niko nilipo, nimempata malkia na sasa tunaenda, twende, twende, twende duniani.